Kitabu cha hekima ya Sulemani sura ya tisa na ya kumi. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, naitwa mwalimu Petro. Karibuni sana kwenye kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Wapendwa, unaweza ukaungana na sisi kwa kuandaa Biblia yako. Karibu, ili tunaposoma na wewe unafuatilizia kwenye Biblia yako, hiyo itakupa nafasi nzuri ya kuelewa kwa ukaribu. Pia unaweza ukaungana na sisi kwenye chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook Zinazofahamika kwa jina la Jerusalem Family TV dot Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Itakusaidia pia kuendelea kusoma zaidi neno la Mungu kwa ukaribu zaidi. Watu wa Mungu, tusali ili tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo tumeunganika watoto wako kutoka maeneo mbalimbali kwa ajili ya kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu tuwezeshe kwa neno lako, ili tuweze kuimarishwa na kufanywa upya maishani mwetu. Tukinge na kila roho zote za yule mwovu. Neema ya Mungu isimame upande wetu, maana Mungu ukiwa upande wetu hakuna aliye juu yetu mkono wako tunaomba utushike, ili Bwana, tuweze kutiwa uzima katika jina la Yesu Kristo, tuseme Amen. Wapendwa, karibuni sana sana, tuweze kuungana, tuanze usomaji. Kumbuka, ni kitabu cha Hekima ya Sulemani, sura ya tisa na ya kumi. Sura ya tisa. Ee Mungu wa baba zetu, Bwana mwenye kuihifadhi rehema zako, umevifanya vitu vyote kwa neno lako na kwa hekima yako ukamwumba mwanadamu ili avitawale viumbe vilivyoumbwa nawe na kumiliki ulimwengu katika utakatifu na kwa haki na kutoa hukumu kwa unyofu wa moyo, na kusii unipe hekima ambayo kuketi karibu nawe katika kiti chako cha enzi, wala usinikatae mimi miongoni mwa watumishi wako, mimi niliye mtumwa wako na mwana wa mjakazi wako, mtu dhaifu asiye na siku nyingi, wala sina nguvu ya kufahamu hukumu na sheria. Kwa maana mtu ajapokuwa ni mkamilifu miongoni mwa mwanadamu, pasipo hekima itokayo kwako, atahesabiwa kuwa si kitu. Wewe umenichagua mbele ya ndugu zangu kuwa mfalme wa watu wako na kutoa hukumu kwa wana wako. Wewe umeniamuru kujenga hekalu katika mlima wako mtakatifu na madhabahu katika mji u, ukaapo na kala ya maskani takatifu ulioifanya tayari tangu awali, na pamoja nawe hukaa hekima ijuayo matendo yako, ikawapo hapo ulipoumba ulimwengu, ikayatambua ya kupendezayo na yaliyo mema sawasawa na amri zako. Uipeleke kutoka mbingu takatifu na kutoka kwa kiti chako kitukufu, na ikae nami na kutenda kazi pamoja nami nijifunze yale ya kupendezayo, kwa maana huyajua mambo yote na kuyafahamu, na katika kutenda kwangu itaniongoza kwa njia za kiasi na kumiliki katika utukufu wako. Hivyo matendo yangu yatakubali yatakubalika, nami nitawahukumu watu wako kwa haki na kustahili kukipokea kiti cha baba yangu. Ni mtu yupi awezaye kulijua shauri la Mungu, au ni nani atakayeelewa na mapenzi yake? Kwa kuwa mawazo ya wanadamu yanauoga na makusudi yetu yanaelekea kushindwa, na mwili wenye uharibifu huigandamiza roho na kiwiliwili cha kidunia huzilemea akili zilizosongwa na masumbufu. Kwa shida tu twayapambanua yaliyo yaliyoko duniani, na yaliyo karibu nasi ni kazi kuyaona, lakini yaliyoko mbinguni ni nani aliye yagundua, naye ni yupi aliyeyavumbua mashauri yako, isipokuwa ulimpa hekima na kumpeleka Roho yako takatifu kutoka juu? Ndivyo nilivyo. Ndivyo miendo yao, yao wakao duniani ilivyosafishwa na wanadamu walivyofundishwa ya kupendezayo. Hata kwa hekima wao wenyewe waliponywa. Sura ya kumi. Hekima ilimlinda hata mwisho yule mtu wa kwanza baba wa ulimwengu aliyehukuliwa peke yake ikamponya katika kosa lake mwenyewe na kumpa uwezo wa kujipatia amri juu ya vitu vyote. Lakini yule mwenye hatia alipojitenga nayo katika hasira yake, aliangamia mwenyewe katika ghadhabu, ambayo katika hiyo alimua nduguwe. Na hapo kwa ajili yake dunia ilipokuwa ikifurukishwa na gharika mara ya pili hekima ilileta wokovu kwa kumwongoza yule mtu wa haki katika njia kwa kipande dhaifu cha mti. Aidha, mataifa walipowafikiana katika uovu wakachafuliwa ndimi zao, hekima ilimtambua yule mtu mwaminifu na kumhifadhi katika unyofu wake mbele za Mungu ikamthibitisha, wakati ule moyo wake ulipomwonea shauku mwanawe. Aidha, pindi walipokiangamiza wale wabaya, hekima ilimponya yule mtu mwenye haki ambaye alikimbia kutoka moto ulioshuka mbinguni juu ya ile miji mitano na hata sasa maganjo yatokayo moshi ni ushuhuda wa ubaya wao, pia na mimea iliyozaa matunda mazuri yasiyoiva kamwe. Naam, hata roho isiyoamini inalo kumbukumbu lake huko, yaani nguzo ya chumvi iliyoko leo. Maana hao walioiambaa hekima walidhofika hata wasiweze kuyatambua yaliyo mema. Na zaidi ya hayo, waliacha nyuma yao kwa faida ya maisha ya kibinadamu ziara ya upumbavu wao, ili makusudi walivyokengeuka wasikose kutambulikana. Walakini hekima iliwaponya katika shida zao, wale waliongoja wale wali kwa saburi. Aidha, hapo yule mwenye haki alipokimbia mbele ya hasira ya ndugue, hekima ilimwongoza katika njia sawa, ikamwonyesha ufalme wa Mungu na kumjulisha mambo matakatifu, ikamfanikisha katika taabu zake na kumzidishia mazao ya kazi zake tena watu walipomonelea kwa sababu ya ubahili wao, ikasimama upande wake na kumtajirisha; ikamlinda na adui zake na kumhifadhi salama kati yao waliomotea, mfano wa mwamuzi, ikiangalia pigano lake kuu, ili afahamu ya kwamba utaua una nguvu kupita mambo yote. Aidha alipouzwa yule mwenye haki, hekima haikumwacha, ila ilimwokoa na kutenda dhambi. Ikateremka pamoja naye hata gerezani, wala vifungoni haikumwondoka, hata ilipomtolea fimbo ya enzi ya ufalme na amri juu yao waliomdhulumu. Ikaudhihirisha uongo wao waliomshitaki kwa dhihaka, na kumjali yeye mwenyewe utukufu wa milele. Hekima nayo iliwaokoa watu watakatifu wazao wasio na hatia, mikononi mwa ile taifa dhalimu. Ikaingia katika roho yake yule mtumishi wa Bwana. Naye akawapinga wafalme wenye kutisha kwa maajabu na ishara. Ikawajazi wale watu watakatifu malipo ya kazi zao na taabu. Ikawaongoza wapitie njia ya ajabu. Ikawa kwao kifuniko wakati wa mchana na mwako wa nyota wakati wa usiku. Ikawavusha penye bahari ya Shamu na kuwaongoza panapo maji mengi, lakini ikawatosa adui zao, na kuwatupa ufuoni kutoka chini ya vilindi. Kwa hiyo wenye haki waliwateka wasio haki, wakaimba nyimbo za kuilimidi jina lako Bwana, na kuutukuza kwa umoja mkono wako uliowapigania. Kwa sababu hekima ilikifumbua hata kinywa cha bubu, na kuzinenesha kiada ndimi zao waliokuwa wachanga.